Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasa mpenzi mtazamaji wa hichi ambacho unakitazama hapa, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kukujulisha moja katika mambo ambayo yanayoendelea katika markazi yetu ya dini Mahad Nyakato Islamia. Nimesimama hapa kwa ajili ya niaba ya wenzangu wengine wote ambao tumekuwa tukiitumikia mahadi hii katika kuitafuta elimu ya dini, lakini pia vilevile vile, nipo hapa katika eneo la msikiti ambao msikiti huo upo katika mahadi hiyo ya mahad Nyakato Islamia. Ndugu yangu wa Kiislamu ndugu yangu Muislam, nimekuja hapa kwa ajili ya kuweza kukujulisha jambo la kheri ambalo jambo lingine ni tatizo ambalo linatuzunguka katika mahadi yetu hii hasa tatizo kubwa la maji. Ndugu yangu Muislam, katika swala hili ningependa nikufahamishe ya kwamba tumekuwa tukipitia matatizo mengi hasa kuhusu swala la maji, hususan katika eneo hili la msikiti markaz, pamoja na vyoo kufungwa kwa sababu ya tatizo la kukosa maji udhu, waumini baadhi yao kuweza kupata shida wanapokuja katika msikiti wetu. Kwa hiyo ndugu yangu Muislam, mfahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema man dalla ala alkhair kafailihi, yoyote yule ambaye mwenye kuidalalia kheri ni sawa na mwenye kuifanya. Huenda ikawa wewe ambaye unatazama maneno haya hauna cha kutoa, lakini Allahu subhanahu wa taala amejaalia umezungukwa na watu wengi ambao saa nyingine wana uwezo wa kulitekeleza jambo hilo na kuweza kutoa chochote walichojaaliwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa hiyo na kuomba kama hauna cha kuweza kutanguliza basi wajulishe wenye uwezo wa jambo hili, ili wote muweze kupata fadhila hizo za mwenye kulifanya jambo; ni sawa na yule ambaye atakayelitangaza jambo hilo. Kwa majina, naitwa Zawad bint Hashim, ni dada mkuu wa Maahad Islamia iliyopo Nyakato. Shule yetu inasibiwa na changamoto ya maji. Ningependa kuwaomba Waislamu wana ihsan waweze kuisaidia shule yetu, kwa sababu sisi watoto wa kike tuna takriban ya mwaka mzima tukiwa tuna shida ya maji. Tuna changamoto kubwa sana ya maji, tunatoka umbali mrefu sana kwenda kuyatafuta maji. Lakini pia tunakuwa tuna tukiwa tunatoka kwenda kutafuta maji, tunakuwa tunakutana na wanaume, kitu ambayo inakuwa haionyeshi picha nzuri kwetu, ukizingatia sisi tunakuwa tumevaa mavazi yetu ya kistara. Kwa hiyo ningependa hiyo changamoto Waislamu waweze kutusikiliza na kutusaidia. Changamoto kubwa inayotisibu hapa shuleni kwetu ni changamoto ya maji, ambayo hapa shuleni kwetu tuna visima takriban visima viwili na kisima kimoja mota yake imeungua. Kwa hiyo tunaomba waislamu waweze kutupatia mota mpya, na kisima kingine kina mota ambayo ni nzuri, ni mpya kabisa, lakini kisima chetu kimejaa uchafu, kinatakiwa kusafishwa. Ile mota inakuwa baada ya kuvuta maji inavuta michanga na vitu ambavyo sio visafi. Kwa hiyo kutokana na hilo inaweza ikatusababishia kuharibika kwa ile mota au vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu waislamu mweze kutusaidia kutokana na hii changamoto kubwa tulionayo katika maahadi yetu. Changamoto nyingine inayotukumba hapa shuleni kwetu ni vyombo vya kutunzia maji, ambayo hapa shuleni kwetu tuna takriban matanki mawili ambayo moja lina lita mia mbili nyingine lina mita lina lita mia tano Kwa hiyo hata kama tukijazia maji mule ndani, inakuwa ni rahisi sana maji kuisha. Bado shida ya maji inakuwepo ni pale pale, tunakuwa hatujakizi vigezo. Na kama mnavyojua sisi mabinti haswa tunakuwa tuna uhitaji zaidi wa maji. Kwao tunawaomba ndugu zetu Waislamu weze kutusaidia kutokana na hivyo vipi eh. Kwa jina naitwa Sheikh Shekue Hamza Mzonge mudiru wa chuo hiki cha mahadi Nyakato Islamia. E, kama mkuu wa kitengo cha dini, ndugu zangu katika imani na wale ambao watapata klipu hii, tuna changamoto ya maji hapa katika msikiti wetu na katika chuo chetu cha mahadi ya Islamia, na changamoto hii imekuja kutokana na kuharibika kwa pampu yetu ya kisima hiki kidogo ambayo pampu hii maji yake inavuta kupeleka msikitini kwetu, lakini mpaka sasa hivi ni karibia takriban ni miezi mitatu bado kutengamaa kwake hakujatengamaa. Tumejaribu kuongea na watu mbalimbali, wahisani mbalimbali, watu ambao wana khairati zao tumejaribu kuambia, lakini mpaka sasa hivi imekuwa kidogo e, uitikio umekuwa ni mdogo nadhani kutokana na hali zao dhurufu mbalimbali ambazo wenyewe wanazo, lakini niwaombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Masala ya dunia haya ni yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini akatuambia ya maneno yake mazito katika Qur'ani akasema, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, kile ambacho mtaitangulizia mtakitangulizia nafsi zenu chochote kile cha kheri mbele ya Allah subhanahu wataala, Allah subhanahu wataala atawalipeni katika ujira mkubwa kabisa ambao Allah subhanahu wataala atawalipeni. Ndugu yangu, itangulizie nafsi yako kheri, itengeneze akhera yako kwa kupitia hii dunia yako, tununue mashine. Mwenye uwezo nacho aweze kununua hii pampu ya hii mashine ili angalau vijana wetu waweze kupata maji na msikitini watu waweze kutawadha. Itakuwa ni aibu kubwa sana, muislamu ambaye anajiweza kuipata klipu hii alafu asiifanyie kazi, wallahi ni aibu kubwa sana ambao Allah subhanahu wa ta'ala akawajalia siha, rizki, basi shime alaikum tuweze kuipata hii pampu ya kisima hiki, watu waje kupata sala zao kwa tahara. Imefika wakati mpaka watu hapa msikitini wanaama kuja kusali kutokana na uhaba wa maji, kutokana hakuna maji ya kutawadhia. Naombe ndugu zangu katika imani, mje angalau mwinunue hii pampu tuweze kupata maji ya msikitini insha allahu taala. Allah tusaidie, Allah tufanyi wepeshi kwenye hili. Allah subhanahu wataala atakulipa, ataku, ndugu yangu katika imani, kile alichokitoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa wataala. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Alhidaya online TV, niko hapa mbele yako kwa ajili ya kuweza kukutaarifu baadhi ya mambo katika eneo hili la Maahad Nyakato Islamia. Nikiwa kama mtu ambaye nimewakilishwa leo hii kuweza kukupa habari hii. Kwa majina naitwa Suleiman bni Rashid. Karibu ndugu yangu, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykumus salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina unaitwa nani?

na yuko hapa mbele yako leo hii kwa ajili ya kuweza kukutaarifu katika tatizo ambalo limeweza kutokea katika maahadi hii Nyakato Islamia. Mahadi mubaraka, anasema tatizo ambalo liko mbele yao linawakabili ni tatizo la maji. it istamiri fi lkalam ya ahi ahubbu hadhihi lmushkila. Asbaha shayun azimun fi hadha al-mahadina, ya ahiba, anasema tatizo hili la kupungukiwa na maji katika mahadi ama kukosa maji moja kwa moja limekuwa ni tatizo kubwa kabisa kwenye mahadi hii ya Islamia. Ni nini anataka? Tuendelee kumsikiliza, ahiba as'alu minkum al-musa'ada. Anasema anahitaji kutoka kwenu na anawaomba kama Waislamu eh, Waislamu wenzetu uweze kutusaidia katika hili, liana fihi ba'd talaba. Kwa sababu katika mahadi hii kuna baadhi ya wanafunzi yakhrujuna min huna fi hadha almasjid masjid, wanaweza wakatoka hapa katika msikiti huu, masjid Nur Nyakato wayatawaddauna fi masjidin akhar, na kwenda kuyatafuta maji katika msikiti mwingine kabisa tofauti. Na wakadhalika ba'd almu'minina lakini pia vile vile, si wanafunzi peke yao. Kama mnavyofahamu, msikiti wanaingia wengi, hata baadhi ya waumini wamekuwa wakitoka kwenye msikiti na kuenda mbali kuyasaka hayo maji, hajaru min hadha almasjid ila masjid akhar, wameweza kuhama kutoka kwenye msikiti huu wa karibu na kuweza kwenda kwenye msikiti wa mbali li ajli alma, kwa sababu ya maji, iza waqaftu <coughs> amamakum ya ahibba. Kwa ajili hiyo basi, amesimama hapa mbele yenu ndugu zetu wa kiislamu liasalu kullu liasalu kulla minkum man ladayhi shay'an min almal, ili aweze kuwaomba yoyote yule ambaye atakuwa amejaliwa chochote katika mali wa shay'an min almabaligh, na chochote katika fedha liyuqaddim linafsihi, basi aweze kukitanguliza kwa ajili ya nafsi yake li anna Allah jalla wa ala qad qala kwa sababu ya Allah mtukufu amekwisha kusema katika kitabu chake kitukufu, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, yale ambayo mnayatanguliza kwa ajili ya nafsi yenu basi mtayakuta mbele ya Allah liza ya ahibati. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kiislamu, man ladihi shay'a, yoyote ambaye atakuwa amejaliwa na Allah chochote falitasaddaq bihadha al-amr basi aweze kukitanguliza kwa ajili ya jambo hili la tatizo la maji katika masjid Nyakato na mahad Nyakato Islamia, lianna an nabiy sallallahu alayhi wasallam qad qala, sababu mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekwisha kusema, ma naqasat sadaqatan min mal, sadaka haipunguzi chochote katika mali ya mtu. Waqala an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadithin akhar, na amesema pia vile vile Mtume Muhammad katika hadithi nyingine assadaqatu tutfi'u alkhatiata kama yutfi'u almau annara, sadaka inazima makosa, sadaka inafuta madhambi kama vile ambavyo maji yanavyozima moto. Lihadha ya ahibba, kwa hiyo ndugu zetu wa Kiislam, man lahu shay'an, yoyote mwenye chochote, liyuqaddim linafsihi, basi aweze kukitanguliza kwa ajili ya nafsi yake. Annabiyyu sallallahu alayhi wasallam qad qala

katika eneo hili tukufu lenye baraka nahtaju biakthar alma, tunahitaji kuhitaji ama kupata wingi wa maji iza ya ahibba. Kwa hiyo ndugu zetu wa Kiislam, narju minkum, tunataraji kutoka kwenu ahsan aljawab, majibu mazuri, liman lahu quwwata, kwa yule yoyote ambaye atakuwa na uwezo bihadha alamr, katika ili jambo wabihadhih alaqal, na kwa haya machache aqulu lakum angependa waambie assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amani ya Allah iwe nani pamoja na rehma zake na baraka zake. Naam, wapenzi watazamaji, ndugu zangu wa Kiislam, eh, kama tulivyoweza kumsikia ndugu yetu Sadi bni Umari kwa haya machache ambayo ameweza kuyatanguliza na kikubwa alichokizungumza katika eh, mada yake, anahitaji msaada wa yoyote ambaye atakuwa amejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kutanguliza katika kusaidia hasa katika swala hili la maji. Wengi katika nyie miongoni mwetu tunafahamu hadithi ya mtume pale aliposema, idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath, binadamu akifa matendo yake yote nayo pia huwa yanakatika isipokuwa mambo matatu. Katika hayo matatu ningependa nikukumbushe, moja ni sadaqa tunjaria, ni mtu kuacha sadaka yenye kuendelea. Kwa hiyo inshaallah kwa haya machache niseme tu pia nikukumbushe tu pia we, ambaye ukitufuatilia katika njia mbalimbali mbali za mawasiliano, huenda huko katika laptop computer, ama simu yako, usisahau kutufollow, subscribe pamoja na kushare e, chochote ambacho utakipata katika channel hii na kulike Al-Hidayah Online TV kwa ajili ya kuweza kupata

Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote yote, jina Alhidayah online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Alhidayah online TV, uongofu kwa walimwengu.